Assalamu alaykum. Naomba nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Naomba pia niwashukuru board members wote na wanachama wote na washabiki wote ambao kwa namna moja au nyingine umetuletea ushindi huu. I pray to the Almighty Allah To bless and protect you all. May Allah bless Simba, may Allah bless Tanzania. May Allah bless Africa. Asante sana. Huko vizuri, asante. Mungu, ulikuja kama umepooza lakini unamaliza kwa kuchangamka. Eh, sijapooza, tulikuwa tunakaa tunamwomba Mungu atusaidie. Hatua <coughs> hii tuliyofikia ilikuwa ni hatua ngumu, tumekwenda mara kadhaa lakini tunamshukuru Mungu, safari hii tumekwenda tena kwenda kwenda, ndo mengi tumevuka, labda wataka kuvukwa wao. Ehe, vizuri, lakini bado kidogo kidogo, neno neno lako lako, baada ya kuvuka. Kwanza tunawashukuru mashabiki, tuliwaambia wao ni wao ni mchezaji wa 12 wamefanya kazi kubwa, kazi nzito ehe. Umeona wachezaji wamepambana, Almasri sio timu rahisi, timu ngumu, wamecheza mechi ngumu lakini hatimaye Mwenyezi Mungu ametusaidia tumefanikiwa. Umefurahi, umalizika? Nimefurahi sana na wa, hey. Hii ni zawadi kwa wanasimba wote.